Sitawaacha haleluya, hmm. maandiko yasema kwamba hmm. adui zangu wana hmm. angalia wana hmm. subiria wana hmm. mtafuta pale hmm. ambapo anapoona Mungu hmm. ameniasa Bwana sifiwe. Haleluya! watu wana sura mbili, nimekwambia watu wanageuka. Yule anayekupenda Siku moja siku moja atadhihirisha, akidhihirisha upendo ulio ndani yake, ndipo taelewa kwamba huyu alikuwa nipendi bali alikuwa anataka vile nilivyokuwa nao. Watu wanapenda watu wenzao kwa sababu ya vitu. Ngoja nikwambie leo hii, unaniona sina fedha, sina mali, marafiki siwezi kuwa nao kwa sababu sina fedha wala mali. Hauwezi kuona mtu. Haleluya, ngoja nikwambie kwenye maisha Unaweza sione rafiki wala mtu kwa sababu ana kitu hmm. Ukianza kuona mwendu ana gari, ana majumba amejenga ghorofa, ndipo utaanza kuona marafiki ambao kutarajia watakuwa kwako. Mimi, nikwambie kweli, nikwambie kweli, ni nikuambio kweli, wakati mwingine tumedharauliwa kwa sababu, ana nini huyo, anatoa nini, anachangia wazo gani, ana hata hela kusema atachangia? Wewe unakuuziwa, unadharauliwa. Haleluya, Bwana sifiwe. Unaonekana sio kitu, unaonekana sio bora, lakini Mungu anatangua mashauri yao. Jinsi wanavyokuona leo, kuna wakati ambapo Mungu atabadilisha kweli. Yule mtu kumbe ni tajiri, kumbe ana mali, hebu tumtafute.